Lakini iyo oh, Tanzania ingekuwa ni Kenya mm. Lakini wa Kenya mm. Mko na roho ati wa Kenya wametoka wame wameenda kwa mpaka ya Tanzania, naakyani wa Kenya wanavote na mdomo <laughs> <laughs> na wanavote Tundu Lissu

Kitu kama hiyo, lakini tunaambia wanasiasa ni nini nafanya, vijana wanafanya hivi ni mtu amesoma, lakini wewe umelalia talenti yake. Mtu amesoma juu familia yake iko chini, wewe unachukua ndugu yako unapeleka. Hii inafanya watu naenda maandamano, sio kitu kingine, hapana. Ni kama kuna kazi hadi go in, Ruto ni mtu wa two term direct, wewe na uko peke yako. Bona, si si ato, <coughs> la, Raela, na bonus ya tano itakuwa kuna wa mia tano bado tunatumia na siku ya Raila Muludinga, ndio kipinga Raila ukipinga Raila ukipinga Raila tuzi baba unakiongea baya, unachukuliwa unaweka kwa gari, unapelekwa kwenyu. Umeona leo mpaka uko mtaro ngode ngode Ngole ngole ka nyumbani kabisa, na uende ulituzi Raila peke yako sahi

Oh, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa mpole ili angalau ninataka kuongea hey. Itanisaidia ama itaifanya ni amzo